Haleluya, haleluya, praise the Lord. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mkuu. ni wakati muna, ninaweza kuanjilia live. Popote pale upo, Mungu akubariki sana, Mungu akutende mema, Mungu akuinue. ninajua kuna wale tayari mnaendelea na mapishi wengine, mnaendelea na maamkuli ya jioni, lakini hata hivyo, Mungu aweze kuambariki kwa majina yangu, ninaitwa mwinjilisti ama evangelist Cecily, na ninakunjia ninakukunjia popote pale ulipo kwa anjili ya neno lake Bwana tukaweze kuendelea uh, kwa neno tukaweze Mungu wana, anasema nini nasi uh, jioni hii ya leo katika Yesu. Ningependa pale kwa neno la maombi mtakatifu tumroho Mtakatifu ndiye nguvu zetu, pasipo yeye hakuna lolote tunaloliweza, na hivyo basi ningependa tu tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunasema ni asante na tunakushukuru kwa muda mwingine ambao umetuwezesha, umetujalia kuwa mahala hapa. Mungu uishiye milele, tunaomba Yehova ukaweze kuonekana hata neno lako linapowafikia watu wako. Roho Mtakatifu, wacha hili neno likawainue kiwango kingine, katika jina la Yesu Kristo. Nami kama chombo ninajikabidhi kwa mikono yako, ukaweze kunitumia upendavyo, kwa utukufu wa jina lako. Asante Yesu kwa uaminifu wako, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini amen, amen. Jamani, sema amina popote pale ulipo, na tunaposema amina pia. Nimeokoka, ninampenda Yesu, ni kimbilio tegemeo la maisha yangu. Sina mwingine mbinguni na hata duniani aliyetegemeo na kimbilio isipokuwa yeye peke yake. Ningependa tukaweze kushiriki neno kwa kifupi mno na Aa, uh, kumbuka nitakuwa ninauendeleza ule ujumbe wa last time eh. Eh, nitakuwa ninaingia kwa pati tu ndio nikaweze kumalizia kumalizia pale ambapo tulipo, uh, tuliachia mimi na wewe mpenzi msikilizaji na mpenzi mtizamaji, katika jina la Yesu Kristo. Nitakuwa na shiriki neno kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya tano na nitakuwa nasoma kuanzia aya ya pili uh, na kushuka tu hivyo hadi pale nitakapokuambia na Mungu atakubariki na huko Yerusalemu, uh, penye mlango wa kondoo uh, pana birika liitwayo kwa Kimberinia Bedhisadha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo eh, ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao walipooza wakingonja wa, wa maji ya chemke, kwa maana kuna wakati ambao malaika husuka akaingia katika ile mbirika akayatimbua maji. Aliyeingia baada ya maji kutimbuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Aya ya tano. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akinjua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wakuwa mzima. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotimbuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu Yesu kamwambia simama jitwike gondoro lako uende mara akawa mzima akajitwika gondoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo Mungu na alibariki neno lake. Praise be to God. Ninge- nimesema ya kwamba ningetamani, ama Roho Mtakatifu ananisukumia kuendeleza ule ujumbe wa last time. Kumbuka tulikuwa tunaona ya kwamba unachokihitaji si divai, ni maji. Praise the name of the Lord. Maana kule Kana ya Galilaya, kutoka kwenye kitabu cha Yohana mlango wa pili, uh, tuliona ya kwamba Yesu alipoalikwa harusini ila ndivai waliokuwa wanakunywa pale na kusherekea iliweza kuwatindikia kukwisha. Na wakati divai ilipotindika, uh, Roho Mtakatifu akaingilia pale, ambaye ni mfano wa maji. Tunaona Yesu akiwaambia ya kwamba ya, wayateke wa maji wayanjaze mabalasi. Uh, nina, nina recap tu, ninarudia tu pale, ndio tukaweze kuendelea. Na walipoyanjaza yale maji, neno la Mungu linasema Yesu akawaambia wayateke elekee mkuu. Uh, yule wa harusi yule aliyekuwa pale mezani, praise the name of the Lord. Na tunaona ya kwamba divai ilipotindika, niko hapa siku ya leo nikuambie ama nikuletee neno, nikuambie kitu kimoja ya kwamba divai ile haikuwa ya kudumu, ilikuwa ni wageni waje wanywe, washiriki, na mwishowe watoke harusini. Lakini kumbuka divai ilikwisha, na mamake Yesu, praise the name of the Lord, hakuhitaji pona kuna lile hitaji akamwendea Yesu. Nataka nikueleze ya kwamba kila kitu ambacho ni cha kawaida, ndivai ile iliyokuwa ya kawaida iliweza kuisha. Praise the name of the Lord, haleluya, jina la Yesu lipewe sifa. Na divai ile ilipoweza kuisha, Yesu akatenda muujiza, akayabadilisha maji na yakafanyika ndivai. Praise the Lord. Na nikawa ninakwambia kwamba unachoki taji si divai, unahitaji maji ambayo ni mfano wake Roho Mtakatifu. Maana ukiwa naye Roho Mtakatifu ndani yake, ukiwa naye asiye wa kawaida ndani yako, hata vitu vya kawaida vikikoma, mambo yatazidi kuendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Vitu vya kawaida vikikoma, divai ilipokoma, Roho mtakatifu aliweza kufanya jambo. Divai ikaweza kupatikana. Kwa hivyo usijali, nazungumza na mtu yawezekana. Kazi ya kawaida imefika mwisho, yawezekana mshahara unaoupata up, haukutoshi. Yawezekana shida nyingi, madeni yamekukumba, yawezekana watoto wako wameenda uh, wameenda kombo, wametoka kwenye njia ya kweli. Usife moyo, huzisha Roho Mtakatifu, maana ukimuhuzisha Roho Mtakatifu mama. Yatabadilika. Praise the name of the Lord. Na Yesu pale, tukawa tunaona ya kwamba Yesu akawaambia kwenye kile kitabu cha Yohana uh, mlango wa nane, uh, mlango wa saba sorry, aya ya thelathini na nane, ya kwamba aniaminie mimi, ndani yake kutatoka mito ya maji chemichemi, chemi ya mito ya maji yaliyo hai Pr Praise the name of the Lord. Kumbuka muto ama mito huwa haikwami, inatiririka mfululizo. Na hivyo basi ukiwa naye Roho Mtakatifu ndani yako hakutakuwa na kutindika kwa lolote kutakuwa na mtiririko, kutakuwa mfululizo wa amani, kutakuwa na mfululizo wa furaha, kutakuwa mfululizo wa upendo, kutakuwa na mengi. Kwa hiyo hitaji mambo ya kawaida, maana tunaona kwamba kule kwenye harusi ya Kana ya Galilaya mambo ya kawaida yalifika mwisho, lakini wakati Roho Mtakatifu alipochukua usukani mambo yakabadilika. Haleluya, santa rababozika. Ninamshukuru sana Roho wa Mungu, maana kama si yeye pale kwenye Kana ya Galilaya mambo hayangekuwa vile yalivyo. Yesu akawaambia, yatekeni mpelekee mkuu wa arusi na napenda nimwambie mtu leo, wewe ambaye unaye jua ya kwamba una unaweza peke yako, hakuna vile unaweza peke yako. Praise the name of the Lord, unahitaji mtu pale. Kwenye kana ya Galilaya, katika ile harusi kulihitajika mkuu wa harusi aliyekuwa pale mezani, ndio watu waweze kuonja ile divai ambayo Yesu alitengeneza kupitia kuyabadilisha maji. Nataka nizungumze na mtu huko pale, unasema sijui nifanye nini, nimekuwa peke yangu mwambie Mungu, Mungu nipe mtu, nitumie mtu, sababisha mtu kwa njia yangu, kama vile kulivyokuwa na mkuu wa harusi pale kwenye kana ya Galilaya, na Mungu atatenda. Haleluya, neno la Mungu tumesoma pia leo, tukaona ya kwamba pale kwenye lango la uh, Yerusalemu kulikuwa uh, katika lango la kondoo Yerusalemu uh, kulikuwa na matao matano. Praise the name of the Lord. Na kwenye yale matao matano kulikuwa na wagonjwa mbalimbali viwete, uh, vipofu, watu wamelemaa, magonjwa ya kila aina, wamekuja pale birikani ndio waweze kuponywa. Praise the name of the Lord. Na kwenye kuna, kuna huyu mtu ambaye ni jina lake. Unajua watu siku ya leo ukipitia mateso ukipitia shinda huwa wanakundifine ama wanakupa jina kupitia hiyo shinda unayoipitia. Jina la Yesu lipewe sifa. Na huyu mtu hatuwe, hatupewi jina lake, hatuambiwi alikuwa anaitwa nani, lakini tunaambiwa kulikuwa na mtu miaka thelathini na minane yupo pale kwenye birika, hana mtu wa kumweka majini. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo usistuke, usishangae watu wakikundifine, watu wakikupatia jina kulingana na ile hali unayoipitia. Wanasema ujui yule wa madeni. Praise the name of the Lord. Haumjui yule mama watoto wake ni wa madawa za kulevya. Haumjui yule mama mumewe amemwacha ya, yani watu wanakudefine tu kwa njia mbaya, kwa njia bofu, lakini nashukuru Mungu. Your definition does not matter. Praise the name of the Lord. Kule kupewa jina, kubadilika, kubadilika jina na wanadamu, jina la Yesu lipewa sifa. Neno la Mungu linasema pale kwenye birika, huyu mtu, huyu mbamba Akawa pale miaka thelathini na minane, na Yesu alipofika pale akamuuliza, mbona wewe upo hapa, ni nini kinachoendelea? Na yeye akamwambia, wakati maji yanapochemka, kumbuka ya kwamba tuko pale kwa Roho Mtakatifu. Maana ilibidi yale maji pia kwenye lile mbirika yachemkwe, yavurugwe, yachemshwe, yaani tumbi stand. Praise the name of the Lord. Yachemshwe na malaika ashuke kutoka mbinguni ayatimbue yale maji, ndiyo yule atakayeingia pale yaweze kuponywa. Kuwa ni praise the the name of the Lord. Na hivyo basi huyo mtu wa miaka thelathini na minane akasema jamani, mimi sina mtu. Haleluya, na Yesu akawa amefika kama jawabu kama suluhu kwa ajili ya huyo mtu anayesema mimi sina mtu niko hapa kumfikia mtu nimwambie hata kama hauna mtu, Mungu leo anakuja njia yako, Yesu anaipitia ile njia yako. Kuna mtu leo, Praise the name of the Lord, atakayesababisha uponyaji katika jina la Yesu Kristo, atakayesababisha utoke kwa ile aibu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, oh, haleluya praise the name of the Lord, haleluya, haleluya. Siku ya leo tunaenda kuchemsha maji yaliyo ndani yetu, kutimbua maji tunaenda, yale maji yako ndani yetu, Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Aa, maana wengine mumekaa na maji yaliyo stagnant ya songi. Kumbuka Yesu anasema ni mito na mito huwa haikwami, mito inatiririka. Kwa hivyo nipo hapa nikwambie ule mto ulio ndani yako au hai, lazima utimbuliwe ndio ukaweze kuendelea kutiririka. Praise the name of the Lord. Wewe ya umekwama haujui kipawa chako ni gani, haujui njia ni gani utakayoipitia. Mradi una Roho Mtakatifu ndani yako, atakuwa mwelekezi, atakuwa mwalimu, atakuwa mshauri, atakuwa msaidizi. Na hivyo basi, tunapoelekea kuomba, tunaenda kufanya maji yaliyo ndani yetu chemichemi ya mito ya maji ya uzima ikaweze kububujika na uponyaji utapatikana huko, pale siku ya leo. Uh, the, the, the healing is right there, katika jina la Yesu. Uponyaji upo tu pale, karibu nawe. Uh, jina la Yesu lipewe sifa. Na hivyo basi ningependa tukaweze kuomba Jina la Yesu lipewe sifa. Yesu akamwambia jitwike gondoro lako, alipolalamika akasema sina mtu. Yesu kumbe asafika na wewe. Leo hii unasema sina mtu, nimetekwa, nimetengwa na watu wetu, nimetengwa na majirani, marafiki wamenitupilia mbali. Usinjali jamani, Yesu anaingia njia yako, na Yesu akiingia njia yako, ni mwana wa Adamu, mambo yatabadilika. Hiyo ndoa lazima itasimama. Huyo mume amekuambia kwa heri na akakwambia naenda kutafuta talaka. Jamani, usife moyo. Uh, Mungu anaingia njia yako, na akiingia njia yako mambo yanabadilika. Oh yes Lord, Lord I thank you Lord, ninakushukuru Baba wa rehema. Ningependa tukaweze kuomba katika jina la Yesu Kristo. Chemichemi wewe ambaye umenyamaza, umejazwa Roho wa Mungu lakini mambo hayaendi vizuri, yule Roho Mtakatifu amenyamaza ndani yake, muvuruge, mtimbue, mwambie sasa, Roho Mtakatifu uko ndani yangu, wewe ni chemichemi chemi. ya mito iliyo ha. Ai, wacha sasa nikaweza kuinuka nivuke level nyingine. Wacha sasa nikaweza kuinuka uh, niingie kwa hiyo ofisi, mradi niko nawe Roho wa Mungu, hakuna chochote kitakacho nishinda hiyo biashara yako. Praise the name of the Lord. Ta, ambayo kukumbuka ina, ambayo ina, inakaa kukumbuka kwa Kana ya Galilaya, divai chochote kile kilikuwa cha kawaida kilifika mwisho, lakini asiye wa kawaida alipoingilia ile hali, mambo yakabadilika. Haijalishi ni nini ambayo imefika mwisho kwa maisha yako, maana ni ya kawaida. Roho Mtakatifu asiye wa kawaida akiingilia hai hiyo hali yakiingilia hiyo nafasi, mtakuwa shwari, mta kuwa sawa. Hakuna jambo linalomshinda. Hivyo basi, ningependa ujiandae, tukaweze kuomba na Mungu atakubariki. Tuombe, tuombe jamani, eh, njia ndaye, tukaweze kuomba. Simama na huyo mume wako, yawezekana kazi yake yako, yake ambayo ni ya kawaida imefika mwisho, yawezekana biashara yake ambayo ni ya kawaida imefika mwisho, yawezekana fedha, source ya fedha, mahali fedha ilikuwa inatoka, hera zako, milango imefungika, lakini kumbuka kuna asiye wa kawaida. Kuna asiye wa kawaida, Roho Mtakatifu. He is never limited, limited. Praise praise the the the name of the Lord. Yeye si limited. Praise the Lord. Yeye ana upungufu wowote ajapungukiwa kitu, na ndio maana Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Uh, source yako uh, ikiwa ni Mungu, ikiwa ni Roho Mtakatifu hakuna chochote kitapungua. Basi napenda tuombe. Uh, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huko pale uh, Kilicho cha kawaida kimekwisha usikate tamaa. Sasa tunaenda kutimbua maji yaliyo ndani yetu yaanze kutiririka. Yakianza kutiririka. Huyo boss atakupa kimbali Yakianza kutiririka, uponyaji wa magonjwa yote utapatikana. Yakianza kububujika na kutiririka, jamani, malango yatafunguka katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru siku hii ya leo, maana wewe ni Mungu mwema. Baba wa mbinguni, tunaliitia jina lako tukisema, hakuna wakufananishwa na wewe. ninawa inua wasikilizaji, nina wainua watizamaji mikononi mwako Baba wa mbinguni. Umetuamia hata kama kilicho cha kawaida pale kwenye Kana ya Galilaya kilifika mwisho, wewe usiye na mwisho ulishuka na ukawaguza watu wako ukawapatia divai mpya. Baba wa rehema, ninajua kunaye yanaye nisikiliza na kunitazama, kazi ya wainda imefika mwisho. Baba, mshahara wake ukashara yake haisongi, magonjwa ameinuka Baba, hiyo ndoa imeleta matatizo. Nina kushukuru Mungu usiyebadilika, ni kwa sababu unaenda kutenda makuu. Wewe usiye wa kawaida unaenda kusababisha kisicho cha kawaida kwa maisha ya huyu mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu usiyeshindwa. Ninakushukuru, asante Roho Mtakatifu. Anza sasa kutiririka kwa huo mwili ambao umejawa na magonjwa kwa mijeredi Yesu amepigwa ukamponye huyu. Anza sasa kutiririka kwa hiyo ndoa ambayo inakaa chungu, imechacha Baba, haina mwelekeo, taraka ndilo linalotafutwa. Anza kutiririka mahala pale Mungu, ukaisimamisha ile ndoa kama vile ulipo ulivyoonekana kwenye harusi ya ya Kana ya Galilaya, onekana kwa ile ndoa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, ponya magonjwa za kila aina. Baba wa mbinguni, ninakushukuru maana unamtembelea mtu leo ambaye amekuwa stagnant, amekuwa mahala pamoja kwa miaka mingi, kama vile ulivyo ulivyomtembelea huyu baba miaka thelathini na minane yupo pale Mbirikani. Baba, ninakushukuru, ni kwa sababu unamtembelea mtu, baba wa mbinguni. Inuka leo ukajidhirishe, inuka leo ukajitukuze. Wewe ni mwema na tena wewe ni mwaminifu, uinuliwe milele yote, kwa kuwa wewe haubadiliki asante. Usiye wa kawaida, ni kwa sababu umechukua usukani. Nakupa sifa zote, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Sema amina pamoja nami. Mungu akubariki sana sana sana sana. Aa, ukipenda kunifuatia aa, kwa aa, TikTok kwa Instagram aa, pale YouTube channel aa, pale Facebook aa, sina jina lingine, jina langu ni moja tu, kwa hizo channels zote naitwa Evangelist Cecily, Ev. Cecily peke yake, na Mungu atakubariki unapolike unapo poshia unapofolo, jamani, Mungu atakutendea mema na usisahau pia a, kusubscribe ndio tukaweze kuipeleka hii injili e, kiwango cha juu pamoja na Mungu. Maana Mungu ndiye atuwezeshaye mambo yote, tunaweza yote a, katika yeye atutiaye nguvu. Mungu awabariki sana, awatende mema na awainue katika jina la Yesu, awakumbuke siku zote.